Ulishawahi kujiuliza kwa nini wagonjwa wengi wa kisukari wanapata maradhi ya figo? Sasa hipo hivi, ugonjwa wa kisukari unapokuwa kwa muda mrefu, unaenda kuasili ile mishipa midogo midogo ya damu ambayo ipo ndani ya figo na kufanya uharibifu wa figo, kama vile kushindwa kuchuja sumu, lakini pia kushindwa kutoa taka mwili, lakini pia kwenda kuharibu mfumo mzima wa kibofu cha mkojo. Sasa huyu mtu anakuwa na dalili zipi? Dalili ya kwanza tunasema huyu mtu anaanza kuvimba umbo pamoja na miguu na kubadilika rangi. Lakini pia changamoto nyingine, mtu anaanza kupata kuchoka mara kwa mara, lakini pia anapata athari ya kushindwa kutoa mkojo kama ilivyokuwa inatakiwa na kupelekea huyo mtu figo zake zinaenda kuasilika. Sasa unapoona hizo dalili, ni vyema kuweza kufanya vipimo, na endapo utakuwa umegundulika kwamba una changamoto ya kisukari inaambatana kupeleka maradhi ya figo, usikimbile zaidi dawa ambazo zina kemikali nyingi ama kufanyiwa dialysis, kwa maana sio kwenda kutibu tatizo, bali inaenda kukuza tatizo lakini kwa kuweza kutumia uwezo wa supplement itaenda kufanya body metabolism kwenda kuondoa kuondoa taka mwilini na kufanya figo ziweze kurudi katika hali yake. Sasa chukua namba yangu ya simu hapo chini, ili kwenda kutoa suluhisho lako kwa kutumia supplement pekee. Karibu sana.